Kwingine kwa maiti ya mwanamume imepatikana imetupwa kando ya barabara katika soko la Brigadier huko Tongaren mapema Alhamisi hii, ikiwa bila kichwa na baadhi ya viungo vingine vya mwili vikiwa vinakosekana. Huyu hapa Agri Otindo. ni tukio ambalo limewashangaza mno wakazi la wa Brigadier eneo bunge la Tongaren huko akilani mauaji hayo ya kinyama. <laughs> Na tumesikia uchungu sana, watoto wetu ambao wanatusaidia vijana, wameua wenzao kama kinyama, hana kichwa wala makono. Tumehuzunika sana, hatsi hiyo vijana wanasunguka msaidia hata watoto yeah, wetu a mefunuliwa hiyo manguo tuone jinsi anakaa. kila mtu anakuwa na alama yake si ni kweli? mm -hmm. na hii kichwa ile ambayo mbali imepotelea hapa hivi. hakuna damu, wa, wa, hakuna damu hapa. Kuna maini, kwa kwa hata kuna mamiti hapa hivi wangeangalia hii kichwa iko upande gani ya serikali. Wakazi hao wenye kadhabu na hofu ya usalama wao wameinyosha kidole cha lawama idara ya usalama eneo la Tongaren. Kwa kile wanadai idara hiyo imef usalama wa wakazi paswavyo. Hii mwili imepatikana hapa kuanzia kitambo, wamepigia serikali wamekuja let hafta. Wananchi tulikuwa tumepata uamuzi wetu, mm, kuna sayo. mtu nasikia wanyuki. Tumechaka <coughs> <peta. Hey>, tumechaka <coughs> Umechanga pesa, pesa hey. Tumegojea mtu anyuki akuja afanye mambo yake, watu waliofanya kitendo wapatikane, lakini serikali wamekuja saa hii leti, wanabeba mwili wa watu juu. Kweli wamekuja hapa wamefanya, wanasema sijui ni uchunguzi, lakini sema ukweli, hakuna uchunguzi, hakuna uchunguzi, imeisha hivyo. Furahia wewe, mtu ametolewa kichwa, hatujabambika like adoki mwangalia hivi tu, wezi furahia. Ingekuwa tu ni ndugu yako ama wanakuja kama sisi wananchi tushafika hapo sasa. Serikali hakuna kitu wanatusaidia sisi wananchi, tunaumia na wataki kujua wananchi wanakaa haje. Ingekuwa kama kwa pombe wangekuwa shakimbia, lakini mwenzetu ana wamemkata shingo, hawataki tujue ukweli inatoka wapi. Kisa hiki kimedhibitishwa na msaidizi wa kaunti kamishna wa Tongaren Solomon Nginai, huku maiti ikichukuliwa na maafisa wa DCI na kupelekwa kuhifadhiwa katika chumba cha wafu cha hospitali ya Webu. Tumeamka leo asubuhi tukapata mwili ya mtu ambaye ameuliwa, kichwa kilikuwa kimeng'olewa and some parts missing, hata nywele hakuna, na wananchi wamekuwa hapa, wameshangazwa na kitendo ambacho kimetendeka. Tumekuwa na OCS wa area hapa pia, DCI officer wamekuja hapa kwa ground wamechukua mwili na kutoka sasa investigations itaendelea. The OCPD and the DCC have been briefed. Kwa hivyo more information shall follow on what exactly happened. ne kio Brigadier Bunge la Tongaren, Kaunti ya Bungoma Otindo Agri, West TV.